Bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na msanii wa muziki wa singeli kutoka nchini Tanzania bana, Meja Kunta ameweza kuweka wazi kuhusiana na yeye kwamba ndo msanii pekee ambaye ashaingia kwenye lebo akatoka, na baadaye akarudi tena. Aidha ameweza kuongeza na kusema kwamba watu wakiwa kwenye lebo Eh ee, wanaamini kabisa kwamba wakitoka basi hawezi kurudi, lakini kwake kike yeye amesema lebo ni biashara na sio mambo e, ya kirafiki. So kama ni biashara, unaweza kuondoka na kurudi e, yote ni sawa. Kwa mujibu wa Meja Kunta na mnukuu kwa maneno ambayo aliweza kuyazungumza. Anasema kutoka kwenye lebo ni swala la biashara, sio ugomvi. Biashara ikiumba, huna budi kuweza kutafuta biashara itakayokupa kipato. Hayo ndo maneno ambayo Meja Kunta ameweza kuyazungumza. Na kama inafahamika kwamba sasa hivi e, moja kati ya labels ambazo zina onekana kabisa kwamba zipo na mgogoro mkubwa ni e, lebo ya Konde Gang pale ambapo inaonekana kabisa kwamba e, Ibra anaonekana anaondoka pale kwenye lebo ya Konde Gang baada ya kuweza kuthibitisha e, bana CEO wake siku ya leo. Lakini mbali na hapo, ifahamike kwamba hata kwenye lebo ya WCB pia alionekana kabisa kwamba msanii Rich Mavoko na baadhi ya wasanii kadha wa kadha, wakiwa wanatoka kwenye lebo za hapa Bongo hawarudi tena. Lakini kwa upande wa Meja Kunta amethibitisha kwamba yeye ndio msanii pekee ambaye alishaondoka kwenye lebo na akarudi tena eh, upya na masuala mengine akazidi kukaa sawa. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko make sure na mtazamo gani tukomba, na drop comment yako kwenye njia ya comment hapo, utakuwa umetisha. And till next time, kinomanoma, bye, bye.